Leo tunajifunza robot operating system, hii misingi ya uundaji wa robot kwa njia ya kisasa zaidi, ambayo inatumiwa na developers zote duniani sasa. Kwa hiyo mifumo yote ambayo ni complex kidogo inahitaji mfumo ambao kidogo ni mkubwa, wenye uwezo wa kuweza kuprogram hiyo robot iweze kufanya kufanya kazi. Sasa tutaangalia tutaangalia misingi alafu pia tutaangalia ni vitu gani ambavyo tunavihitaji kwa ajili ya kuweza kufanya development kwa kutumia ROS au robot operating system. Kama kawaida utakuwa nami your majesty Alpha King. ROS ni nini? Tunavyoongelea ROS, hii ni kifupisho cha robot operating system, sio operating system kama ilivyokuwa Ubuntu au Windows au maybe macOS. Hapana, lakini ni mkusanyiko wa tools, wa libraries, wa framework ambazo zinatusaidia sisi kwa ajili ya kuweza kuandika program ya robot, kuweza kumkomba robot aweze kufanya kitu fulani. Kwa hiyo imekuwa kama framework, sio operating system ambayo inakaa kabisa in, sio operating system ambayo ambayo inakaa katikati ya hardware na software ya kuzifanya ziweze communicate. Hapana, hii ni ni framework ambayo inakuwa unaiweka on top of operating system fulani. Architecture ya ya ROS jinsi ilivyo yenyewe inafanya kazi kama kama mtandao wa kompyuta, lakini ambao ume, umegawanywa umegawanyika ume, geanyo, ume, ume, ume ambayo tunakuwa tuna nodes. Kuna vitu tunaitwa nodes, zenyewe zinawasiliana kupitia topics na services. Kwa maana kuna kutoka tuna na network ambayo imegawanyika ambayo tunasema ni distributed networks ambayo yenyewe ina, ina, inaunganisha nodes, topics na services. So mfumo wa mfumo wa ROS umeundwa katika aina ya publish and subscribe mode. Yaani kuna mmoja anakuwa tunaweza tukamwita kama ni mwongeaji, mwingine ni msikilizaji Yani tunakuwa tunatoka na tunakuwa tuna listen, tunakuwa tunaangalia kuna, kuna nodes, kuna topics na kuna services. Kwa kama kuna publisher ni node fulani sawa, kwa maana kuna kwa kuna, kuna mnaweza mka access kupitia labda topics, kama mimi publish topics topic fulani alafu na huko kwenye hii topic kuna mtu amesubscribe kwenye hiyo topic. Pia kuna tools architecture yake pia inatusaidia sisi kupata tools mbalimbali za kufanya visualization, lakini pia kuna hardware abstraction layer tuna, tuna tunaipata huko. Tunaangalia umuhimu wa wa hii ROS2, kwa nini tutumie ROS2? Kwa nini labda tusitumie Arduino, tusitumie ROS1? Moja wa faida yake ni kwamba ina utendaji ule wa wakati wakati huu wakati halisi ambao tunasema ni real time, na utendaji wake unafanyika katika katika real time. Lakini pia usalama usalama wake huko umeimarishwa ume, ume, ume. Lakini pia tuna utendaji wake ni mzuri zaidi. Hata kama kuna vifaa ambavyo tutakuwa tumechukua vifaa vya bei nafuu, unaweza kukuta kwa namna jinsi unavyo implement, unakuta inafanya kazi vizuri zaidi, performance inakuwa ni nzuri hata kama vifaa vyako ni ni vya ni vya duni, vifaa vyako ni duni. Lakini pia cross platforms, unaweza kutumia kwenye Linux, unaweza kutumia kwenye Windows, unaweza kutumia kwenye macOS. Kwa operating system yote ambayo uko nayo, unaweza kuinstall ROS na na ukatumia pia, lakini pia kwa sasa hivi ROS 2 ina ina watumiaji wengi sana, kwa hiyo community yake ni, ni kubwa, ina community kubwa sana ROS 2, kwa hiyo ni rahisi, hata kama ukipata changamoto fulani, una uwezo wa kwenda kuuliza kwenye community na, na ukapata ukapata majibu. Lakini pia hii sasa hivi ndo industrial standards ambayo inatumika sasa hivi ROS, kwa hiyo ukitaka ku, kuangalia au kutengeneza roboti ambayo special kwa ajili ya production kwa ajili ya industry ni lazima utatumia utatumia hii software ya, ya ROS kwa sababu ndio inakusaidia ina kutengeneza vitu ambavyo viko ni kwa ajili ya industrial purposes. Kwa hizo ni miongoni mwa distribution zake, kuna Foxy ile kutoka, lakini pia wa kutoka Galactic, itoka Humble, itoka Rolling mpaka sasa hivi tuna tuna- tuna hizo ziko nyingi, na sisi tutatumia distro ya Jazzy. Jazzy Jalisco. Applications za ROS 2 ambazo ni katika uhalisia inatumika katika roboti za kilimo, inatumika katika, katika drones. Drones ambazo za kujiendesha zenyewe lakini pia katika magari inatumika inatumika katika viwanda lakini pia katika automation nyingi ya dunia leo hii ndio ambayo inatumika yaani, ukiona sehemu mbalimbali kuna kuna automation zimefanyika, basi ujue hii ndio inayotumika zaidi. Hii ROS ROS2, ndio tunatumia zaidi kufanya development ya hivyo hivyo vitu vyote. Tuanze namna ya kuweza kuiweka ROS yetu sisi sasa kwenye kwenye mfumo. Tutaenda kwenye website ya ya docs ya documentation ya ROS ambayo ni docs.ros.org, goa distro distribution chagua Jazzy Jazzy Jalisco, utachagua Jazzy Jalisco, afu utaenda sasa kusema kufanya installation. Utaangalia ni operating system ipi ambayo unatumia wewe, kama ni Windows, kama ni Linux, kama ni macOS, utachagua hapo, utafuata pale maelekezo ma ma ma ma ma ya kufanya installation. Ukishamaliza ile installation, utaangalia sasa unakuja una, una set environment. So huo ulikuwa ni utangulizi kwenye hii kozi ya ROS au robot operating system. Tunahitaji kwa sasa kutokana na teknolojia ya automation ambayo tuko nayo sasa hivi, na tukitaka tutengeneze real world applications, tunahitaji kutumia ROS.